Mshukuru Mwenyezi Mungu, ndugu mgeni rasmi, mheshimiwa waziri wetu Anthony Mavunde, viongozi mkuu wa mkoa, mheshimiwa Shigera, rais wetu wa FEMATA mheshimiwa John Bina na viongozi wengine wote ambao tuko mahali hapa, napenda kusema jambo moja kubwa ambalo Mungu ametutendea ni kutuandalia viongozi makini wenye nia ya kuona sekta ya madini inakuwa na kuleta maendeleo Tanzania, na yote haya ni juhudi za mheshimiwa daktari Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye bila yeye hatusingefika hapa tulipo na tuna Wachimbaji tunatamani kuona mabadiliko hapa Geita na Tanzania kwa ujumla. Tuko tayari, tumeshaweka mikakati ya kuleta teknolojia za kuondokana kabisa na madhara ya mercury. Tuna mitambo maalum mheshimiwa, ambayo tunajua ikifanyika hapa Geita, kwanza uzalishaji utaongezeka, lakini vile vile tunaomba uendelee kutushika mkono katika wizara yako tunahitaji vijana ambao wamesoma waliotoka GST na wanaoweza kufanya exploration, waongeze nguvu, tuje tuishi nao hapa Geita, kwa sababu sisi wachimbaji hatutaki kubahatisha. Iwe kamati maalum mheshimiwa, tunakuomba ambayo tukikaa nayo tukipita migodi ya wachimbaji wadogo, kina mama na vijana, tukafanya nayo kazi, tuone tija sisi kulima sio kwamba tulimi tunalima kwa ajili tuna ya kidogo kidogo, lakini tumechagua uchimbaji ili tuone tija ya uchimbaji. Kwa hiyo hatutaki kupoteza, bali tunakuaminia mkuu, tunaamini na timu yetu yote hii, tuna uwezo wa kufika mbali. Nisiseme sana, lakini labda nizungumze tu kwamba katika hizi kazi tunazozifanya za uchimbaji, sisi tumeamua kusonga mbele na Dr. Samia Suluhu Hassan ogo tushike mkono, tunapogonga hodi usichoke. Tunaamini, tunakuamini, tunajua kupitia wewe tunakwenda kutoboa na kwenda kubadilisha zaidi sekta hii, kwa sababu wachimbaji wadogo tukiwezeshwa zaidi ya hapa tutafikisha zaidi ya asilimia ishirini katika sekta kwa upande wa GDP ya Tanzania. Asante sana. Basi tuwapongeze wachimbaji